Natambua kuwa benki ya CRDB imekuwa mstari wa mbele katika masuala mbalimbali ya kijamii kama haya ya kufutarisha na mengineyo. Asanteni sana. Napenda pia nitoe pongezi kwa uongozi wa benki ya CRDB kwa kuendeleza utamaduni wa kufutarisha wateja, wadau na wenye uhitaji katika jamii ambao una fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kwani miongoni mwa mambo mema tunayohimizwa kufanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kutoa sadaka, ikiwemo sadaka kama hii ya kufutarisha. Hongereni sana. Naomba kusisitiza tu, benki ya CRDB pamoja na benki nyingine hapa nchini ziendelee kuwa karibu zaidi na jamii yetu, ili ziwe chachu ya maendeleo na kutoa mchango mkubwa zaidi katika ustawi wa jamii yetu. Kwa kuwa tumo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, napenda nitoe wito kwa jamii yetu hasa waumini wa dini ya Kiislamu kuzidisha kufanya ibada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, zikiwemo kusoma sana Qurani na kusali sala za usiku, kupendana, kuhurumiana, pamoja na kudumisha amani, umoja na mshikamano katika jamii yetu. Katika Qurani tukufu Mwenyezi Mungu anasema "Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga swaumu kama walivyolazimishwa umma kabla yenu ili mpate kumcha Mungu." Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa aya hii, Mwenyezi Mungu anatoa wito kwetu sote kutekeleza wajibu wa kumwabudu yeye kama muumba wetu kupitia funga ya Ramadhani. Hivyo basi, futari hii ya leo ni muendelezo wa kujinyekeza kwetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu na wageni waalikwa, tunapoendelea na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ninawiwa kuwakaribisha kuendelea kutumia huduma zetu za kibenki zinazofuata misingi ya Sharia, CRDB Al Baraka. Namalizia kwa kuhamasisha wale waliobarikiwa zaidi kusaidia wahitaji si tu wakati wa Ramadhani bali muda wote, tuendelee kuwasaidia wahitaji. Tujitahidi kuendeleza matendo mema hata baada ya mwezi mtukufu. Sisi kama benki ya CRDB, pamoja na kuandaa futari hii, hapo kesho, tutaendelea na utamaduni wetu wa kutoa sadaka kwa vituo vya watoto yatima, Zaso Children Home na Jukuu Makii vilivyopo Fuoni, kuwasaidia kukamilisha funga zao katika siku zilizobakia pamoja na kufuturu pamoja nao.